Safari yenu ya kishujaa imejaa changamoto nyingi, safari ya kuukabili ule mfumo dume usio na haki, safari ya kupaza sauti dhidi ya fikra potofu ya kwamba mwanamke ni dhaifu. Na isikike vyema sauti yangu ya kijasiri leo ninayopaza pasi na hofu. Mwanamke na uongozi, mwanamke makini, nguvu ya maamuzi. Kwa muda mrefu, jamii imetengeneza simulizi zisizo za kweli ikiwakosesha wanawake nafasi wanazostahili, ikiwafanya wanawake waonekane kama vyombo vya starehe badala ya viongozi wa mabadiliko ya kweli, wenye kuitupilia mbali haramu ikasimame halali. Lakini swali linabaki, nani ndiye mwenye nguvu zaidi, yule anayekimbia majukumu au yule anayekabili changamoto kwa ujasiri na uvumilivu? Wanawake mmekuwa nguzo ya jamii Mkibeba mimba kwa miezi tisa kwa imani thabiti, na hii ni bila kujali ni nani atazaliwa, ataja kuwa jeuri ama awe mtii, hilo haliwazuii. Mnaendeleza jamii, mnaendeleza kizazi kipya, mnapambana kwa jasho na damu ili kuhakikisha mustakabali wa watoto wenu unakuwa bora. Katika hali zote, iwe mijini au vijijini, bado mnaendelea kufanya kazi kwa bidii, mkisimama imara hata pale ambapo mfumo hauwatendei haki. Ujasiri wenu hauishii hapo. Katika uchungu wa kujifungua, katika kulea familia, katika kujenga jamii, bado mnasalia ni moyo wa kipekee Mola amewajalia. Hata wakati mwingine mnapolaumiwa kwa mambo msio na uwezo wa kuyabadilisha, kama jinsia ya watoto mnaowazaa, bado mnatazamwa ninyi, hata atakapokosekana majaliwa ya mtoto da badala ya kuutazama mfumo mzima wa maisha unaohitaji mabadiliko. Ha, lakini leo tunasimama na nyinyi, leo tunashikamana nanyi. Aangaliwe mwanamke tangu anapozaliwa. Mtoto wa kike anayo majukumu kwanza, ndiye mama katika hii dunia, na apewe elimu asambaze kwa jamii. Mwanamke asifanywe golikipa. Wamefanya mengi makubwa, na mkitaka mifano tutawapa. Siku ya mwanamke duniani siyo siku tu ya kusherehekea wanawake kwa ujumla, bali ni siku ya kuenzi nguvu yenu, hekima yenu, uvumilivu wenu na mchango wenu usio na kipimo katika jamii. Ni siku ya kukumbusha ulimwengu kuwa mwanamke si dhaifu, bali ni mshikamano, ni uhai, ni msingi wa maendeleo. Leo tunajiuliza, kama moyo wa mwanamke unaweza kustahimili maumivu, mateso na changamoto kwa namna hii, kweli huo ndio udhaifu? Hapana, hiyo ndiyo nguvu halisi. Kwa pamoja, tunaendelea kusimama na wanawake wote, kuhakikisha wanapata nafasi wanaostahili katika kila sekta ya maisha, iwe ni uongozi, uchumi, elimu au jamii kwa ujumla. Hii ndiyo azma yetu, na hatutakubali historia kuendelea kuwapuuza wanawake ambao ndio kiini cha maendeleo yetu. Kwa heshima, kwa upendo na kwa mshikamano. Mwanamke ni kiongozi, mwanamke ni nguvu, mwanamke na uongozi, mwanamke makini, nguvu ya maamuzi, mwanamke si lele mama. Tuzidi kuchapa kazi. Kalamu yangu yaona jana leo mpaka sasa, na kwa sauti ya mamlaka nazipangusa kurasa. Ni mimi Mwanagenzi Abdulkadir Masa.